Jina la Bwana libarikiwe. Mahali hapa ni mahali pa furaha, mahali hapa Yesu yupo, mahali hapa uponyaji wa Mungu upo. Bwana Yesu asifiwe, tazamia kupata kila kitu kilichochema mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tukae na wasalimu jioni ya leo katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana nini nyote kwa kuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanafikiri kuwa eh, mdahuni wakati wa kwenda disko, wakwenda kwenye, kwenye, kwenye, baa kwenda kufanya madhambi ya hapa na pale wewe umechagua fungu lililo jema, na mimi nataka nikuhakikishie kwamba hujakosea, umepata, hujapoteza, lakini umepata. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki sana kwa kuja mahali hapa. Mungu awabariki viongozi wa ibada ya English Service wa kanisa la Pentekoste Holiness Mission bahali hapa kwa maono haya ambayo Mungu amewapa. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Mungu abariki viongozi kwa maono haya ambayo Mungu amewapa ya kutufanya tuwepo katika nyumba ya Bwana kutufurahisha. Jina la Bwana libarikiwe, Mungu awabariki sana. Na mimi kama mchungaji wa kanisa hili nikukaribishe sana, jisikie vizuri kuwepo mahali hapa, utafurahi, uta enjoy, utatoka mahali hapa ukiwa umebadilishwa. Aleluya, aleluya. Nisikie vizuri kuwepo mahali hapa, kila kitu kitakachotendeka mahali hapa kitakufurahisha. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka nisome neno la Mungu la ufunguzi. Emu, nyosha mkono wako wa kulia, sema kiomafunika, sema Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako neno lako liko mbele yangu, naomba Bwana lilishe neno lako, lilishe neno lako, nalipokea katika jina la Yesu, amen. Basi tusome kwenye kitabu cha Isaya, um, Isaya sura ya 55 nasoma mstari wa kumi na moja. Isaya 55 mstari wa 11, neno la Mungu inasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitalirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma.